Ya pili ni ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Hadi kufikia Februari 2025, abiria milioni, milioni moja laki nane na 9,983 wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya dar es salaam na dodoma kutoka wastani wa masaa kumi wa saa kumi kwa basi hadi kati ya saa tatu na nne kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini ya eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa mheshimiwa naibu spika serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia, umefikia asilimia 62.37; Makutupora Tabora kilomita 368 umefikia asilimia 14.54; Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia asilimia 6 Point tatu tatu. Na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia asilimia 7.34. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho siku ya tarehe 29 Januari mwaka huu 2025.